Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Nataka kuuliza Wakisii, Wakisii, kura ya Wajaluo na kura ya Wakikuyu gani muhimu? Kura ya Wajaluo na kura ya Wakikuyu ni gani uko nao sure utapata? Kisii, hii swali kwe kwenyu, kura ya Wajaluo na kura ya wa Kikuyu ni gani uko nao sure utapata Kisi, na kura wa Jaluo na kura ya Kikuyu ni gani unaona ni muhimu sana? Kwa sababu angalia voting system yenu hii, ni voting ya last 2022 ulipea Raila 65% ukapea Ruto 33%. Hiyo ni Kisii County. Nyamira akapea Raila 61% akapea Ruto 33%. Voti zenyu total zote hata ijakuwa hata nini nimepika nini? Each vote ni 70, ni 70%. Hebu niambie, voti gani nyinyi mko nayo? Voti gani nyinyi mko nayo? Kwanza anza na nyumbani, beba kura ya Jaluo, beba kura ya Kisii. So toka Nyanza enda nje, angalia bile Gachagua mipanya. Amebeba kura ya Kikuyu, kura wa Meru Kura wa Embu ndio anaenda nje. Nyinyi unatutukana hapa kwa TikTok. Nyinyi unaongelea hapa ubaya kwa Raila TikTok hapa. Alafu unataka kura zetu. Hakuna mahali utaenda. Hakuna. Hakuna. Kwanza unamaliza nyumbani ndio unaenda iko jirani. Nyumbani ujamaliza unaenda kwa jirani kivipi? Swali simple. Hata hiyo nyinyi unasemanga unasaidianga Raila. Hebu angalieni. 65% na mwingine anamfuata na 33%. Amekaribia sana. Hmm? Alafu unasema unasaidiana hapa, unasaidiana hapa wapi? Acheni propaganda. Na swali namalizia nikuuliza, kura ya Mjaluo na kura ya Kikuyu gani muhimu Kisii? Na kura ya Mjaluo na kura ya Kikuyu ni gani rahisi kupata? Na kura ya Mjaluo na kura ya Kikuyu ni gani ukoshoto utapata? Nimemaliza wa Kisii. Pigeni kelele.